Sasa migogoro ya kiroho ini migogoro kati ya imani na dhambi, kama vile vita vya kiroho vinavyozungumziwa katika Efeso unaweza so, kama na mgogoro wa kiroho ambao namna yake iko kiroho zaidi <laughs> awezi ukakabiliana nao kwa hali ya kawaida, wakutaa kuwa na ndoa wanakombana kuna hali ya kiroho iko pale. Kuna shida za nguvu za giza na mambo mbalimbali. Kwa hiyo Efeso 6:12 anasema, vaeni silaha ili muweze kupinga, kumpinga adui shetani. Sio vita vyenu si vya damu na nyama, bali ni vya wakuu wa giza hili na ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unaona migogoro hii mara nyingi mtu anaweza kuwa nayo asielewe shida ni nini, na hii migogoro namna gani unaitatua? Labda niwe naenda hapo hapo moja kwa moja kule mwisho, kuna namna ya kutatua migogoro hii na hapa, namna ya kutatua mgogoro huu ni kwa njia ya maombi. Lazima kuwa watu wa maombi hata ndani ya kanisa kuna migogoro mingine inatokea, ni migogoro ya kiroho zaidi. Hata mnaweza kuhangaika, mnafanyaje? Mnatafuta wasomi wa walio wanaojua mambo ya saikolojia, lini kashangaa, bado hamtatui shida iliyoko ndani ya kanisa. Kwa kanisa ambalo linaweza kufanikiwa kutatua migogoro hii ya kiroho ni kanisa ambalo lina taratibu za maombi. na kwenye jimbo letu na wasi, katika jina la Yesu, tuwe na maombi ndani ya kanisa yetu. na hata migogoro ya kifamilia vile vile, hali za kiroho huwa zinainuka, watu hawaelewani, ndoa zinavurugika. Na kanisa watu wanaenda tu, lakini huko nyumbani walikotoka ni shida. Kwa hiyo lazima kanisa letu tuwe ni watu wa maombi, tuwe na programu za maombi makanisani. Bwana Yesu sifiwe. Watoto wanakataa shule, woo ni mgogoro toto tu, wanang'ang'ania mtaani kwenye madawa ya kulevya, wanang'ang'ania huko mtaani katika ulevi. Hivi ni vita vya kiroho, kwa lazima kanisa na Mungu tuwe na programu makanisani za kuomba na hii migogoro ya kiroho itaondoka, na migogoro ya makanisani mwetu, kwenye familia zetu, watoto wetu, ndoa itakuwa salama. Hii migogoro ya kifamilia, Biblia ina mifano mingi ya migogoro ya kifamilia lakini kati ya mgogoro mmoja ni mgogoro wa Kaini na Abel katika Mwanzo nne utaangalia kuanzia pale mstari wa wa tatu wa nne wa tano mpaka saba Unaona Kaini anaingiwa tu na wivi kwa mdogo wake kwa sababu tu anamtolea anapata kipaa kwa Bwana. Kwa hiyo hii migogoro ya kifamilia mara nyingi na inatokea, hasa pale mtu anapofanikiwa, kanisa moja linapofanikiwa, mtumishi mmoja anapofanikiwa, kama Abel, anakuta roho za Kaini zinainuka na kuanza kufight. Askofu ametuambia neno la umoja hapo, na mapigano yanatoka wapi? mashindano yanatoka wapi? Si umo, umo watu wenye tamaa zao Anatwambia tuwe na umoja, tuondoe hayo mambo mengine yote tunapotembea pamoja.